mimi ninachotazama ni mimi ni kipaji nilicho nacho. Biblia inasema mkarama mtu mwenye karama huwa inafanya milango kila mahali endapo. Kila kiongapo karama inafungua milango. Mimi nimetoa masharti kwa wachezaji wa Simba, hasa wale ambao kwenye position ya kushinda. Na tumepeana nao simu. Akiwepo Kibu Dennis. Kibu Dennis kanipa pesa ndio kutumia kutumia kwenye WhatsApp. Nimemwambia Kibu Dennis, Kibu Dennis, Iwe ni Simba, iwe ni njia ya Simba. Nikikuombea nikakufanyia deliverance. Wewe utakuwa si kawaida kwa sababu kunakuwa na power ambayo si ya kawaida itakusaidia, ita ili penetration zako zitakuwa ni za kiupako. Unaona watumishi wa Mungu wanapita hivyo, utaanguka, wajacheki oh, hiyo nini, mbona TB Joshua walikuwa wanafanyaga hivyo? Google kwa wacheze, nawaomba anacheza timu za Manchester sijui Arsenal kule hivyo, wanakuwa masuperstars yaani kuna neema, nikiachilia nampa ule upako. Kwa hiyo mimi ninavyotembea, ninavyoombea watu wanaanguka. Wakipita basi, wachezaji nao wanaanguka, kipa anaanguka. Kwa nini goli lisingie? Unajua kuna vitu vingine ni vya kuhamisha huko, unaviingiza huku kwa ufunuo na upako na maagizo. Sasa wakifuata maagizo yangu, utakubaliana nao. Mimi naomba leo mashinde, na ikiwezekana nitasafiri nao. Ukiona Simba imeshindwa, narudi kueleza kwa sababu gani imeshindwa, ni kwa sababu hawajafuata maelekezo yangu. Mimi sijaje Simba kwa sababu kutaka chochote, nimeelekezwa na Mungu nikadharau kwanza. Nikaambiwa na Simba angepigwa na Yanga goli mbili tena kabla ya kipindi cha pili kama alivyopigwa Azam. Nikadharau. Lakini alipopigwa kule kule na Waarabu ndio nikaonyeshwa na Roho Mtakatifu, nenda tena ataumizwa. Na nilikwenda, nikwambia ukweli. Mwarabu alikuwa na advantage kubwa sana. Tusichukulie tu kiu rahisi rahisi hivi. Kwanza yuko smart, kwa sababu Mwarabu angetoa draw yoyote Simba alikuwa anaondoka. Angetoa draw ya moja moja, mbili mbili Simba alikuwa anaondoka. Lakini Simba alikuwa anatakiwa lazima afunge magoli zaidi ya matatu au manne. Ile kwenye penalty iwe pale kwenye ground ndio apite zaidi ya matatu. Sasa ukiangalia mwenzio ana yeye akikung'ang'ania tu, na ukitaka kujua kwamba alikuwa ni mpango wa Mungu, nataka niwaambie, wewe ndugu msikilizaji mpendwa wa Open Sport, hasa nyowe wana, wana chama Simba, hebu angalieni kipindi cha pili kilivyokuwa pamoja na wale wale Warabu kujitupa tupa chana, na huko Simba ilibanwa kabisa kipindi cha pili, na kama isingefunga magoli kipindi cha kwanza kulikuwa mna kitu pale,

Ukija kwenye mambo ya neno ya Mungu na Bishop wetu Gamanyo alishatuambia kwa Mungu yote yanawezekana. Unashinda una, unakosa mali pa kuanzia. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba lazima Simba ishinde. Ipate hadi vigezo lazima tuvifuatwe. Alafu itashinda. Na wasipo fuata vigezo basi utaipoteza, labda baada utajifunza next time. Mm. Kwa hiyo kwa hiyo wito wako kwa, kwa wana Simba na viongozi wa Simba wanapokusikia hivi sasa ni vizuri wa kupa ushirikiano wa ushirikia kutosha ili Simba ifanye vizuri. Kwanza, wito wangu, kwanza nishukuru kwa ajili ya mwenyekiti wa Simba Mangunga. Mangungu ambaye hmm, kwa kweli mle ndani wanapovaa wachezaji, alinipa muda. Try again, alisema kuna mtumishi wa Mungu Fireman yuko hapa, nikapewa muda, nikaongea. baada ya kuongea na baada ya na naibu waziri kutoa fedha za mama ambazo na mama, na nimpongeze mama wetu Samia Suluhu Hassan. kwa nini nampongeza rais? Ni hivi, kwanza mama yuko very smart. Alafu ana uharaka wa ajabu sana. Wewe hebu ukiambiwa kwamba Simba kwa penalty pale, tayari hela ziko pale mlangoni <laughs> Ani mama wewe zinaendaka kabisa yani anavyosema hivi pale pale. Sio kama sijui za kupigia simu, sijui apigwe sijui waziri wa wapi, sijui waziri wa fedha, sijui sijui nani. Ah, pesa ziko pale pale. Yaani wanaingia ndani kupongezana chumbani na naibu wa, na waziri ana fedha za mama zimetolewa hadharani na mimi nimeziona. Tena paka nikaigusa. Eh, maana kasi mimi si yami kama ni hela uni. Nikaona hela hiyo. Wakapewa Simba pale. Kama goli la mama. Pointi yangu ya msingi nini? Ni mpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa ya Muungano, Samia Suluhu Hassan, mama yetu. Kwamba ameona pia awekeze sio kwa viwanda tu vya wageni wanaokuja nchini ni pamoja pia na hawa wachezaji vijana wa Tanzania wanaocheza mpira ili mama wasapoti. Ni rais ambaye ni wa kwanza Afrika kwamba ana dini mpaka mcheza mpira. Zamani tulikuwa tunasema wacheza mpira ni watu ambao wameshindwa kusoma, wa mcheza mpira ni watu ambao wavuta bangi. Yaani wacheza mpira wa nchi hii, Simba na Yanga, zamani watu wanaonekana kama wamesoma sana, form 4 wale, wakina Lunyamila wakina Kizota wakina Mteze Joni wako ni form 4 tu, wengine wale zaidi ya hao ni watu walikuwa darasa la 7, wameshindwa, hawataka shule ndio wanaocheza mpira, lakini leo mcheza mpira ana masters. Leo mchezo wa mpira hata kama amesoma hajasoma, anakutana na rais yuko mpaka pale kwenye mpira anamwambia hapana na kusupport hivi ili ucheze vizuri, ikiwezekana nao akacheze kimataifa. Huyu mama ni waajabu sana, Mungu ambariki sana na tunamwombea kila la heri na safari yake ya urais, Mungu amfanikishe tena. Na, okay. Kama mchezo wa wa, wa, wa dabi ya Kariakoo utakuwepo, uh, kati ya Yanga na Simba, hii hii hii mechi ndio nitakayomuona nani mshindi. Ana hii mechi mechi vipi mshindi mshindi nani kwa kuwa kwa kuwa sasa hivi mwenyekiti wa wa, wa Simba alinipa alinipa namba yake ya simu, nitaomba sasa special meeting na yeye ili nikafanye naye maombi na klabu na wachezaji, alafu baada ya hapo mimi naamini Simba itashinda, lakini ile mechi ya kwanza angefungwa ayo, angefungwa ilikuwa ni wanafungwa maungano, hali hii kama sokufuchinda Simba, kuna draw ile ilikuwa anapigwa mbili bila tena, kabla ya dakika 45 za mwanzo eh eh, hakuna kufungwa na siziki wakilikuwa wanatupia magoli kwa Simba angefungwa mbili eh Pakome na jisikii kila mtu vinakuwa ao Mm. ta wazi. Mm. Yaani, mimi yaani ushindi wa Simba kuwa bingwa nchi huko mikononi mwangu, Mungu amenipa. Wakubali, wakatai. Yaani eh, Simba kuwa bingwa wa nchi hii ni mikononi mwangu, na sidai, si hata senti si tano. Mimi ni mwekezaji mzuri, Mungu amenibariki, namiliki radio station, namiliki nani nani, nina microfinance, niko vizuri na nyumba zaidi ya tisa na mashamba zaidi ya eka mia sita. Sihitaji hata shilingi mia, nahitaji kuisaidia kwa si hmm, sababu ya neema Mungu alionipa na nimekaa ni nchi kumi na mbili duniani niwasaidie bure eh? Eh. Nah, ah, ah, siku nyingi ni yes, hmm. Mimi nimekaa nchi ni, ni kumi na mbili duniani kumi na mbili. Benki kuu benki kuu, mimi imebaki yakwangu ni ya kumi na moja. Sina hapo ushuhuda sasa. Yaani microfinance zilikuwa zaidi ya 100 kwenye online zinakopesha kukopesha watu. Zinakopesha kukopesha watu benki kuu ikafuatilia kakuta nyingi za ubabaishaji pamoja na kuwa na cheti, cha, cha, nini cha microfinance. Ile app zao zikaondolewa, kuna app kumi tu; ya kumi na moja ni ya kwangu. Inaitwa Fonts Finance. Jina langu naitwa Afons. Fonts Finance. Angalia. Ukitaka sasa kujua mimi nani, angalia. Na ninafanya kazi vizuri. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.